Zamani za Misri ya kale, farao mkubwa aliwaita wajukuu wake wawili Chuma na Azuru. Mashindano yakaanza: nani ataweza kujenga piramidi kubwa zaidi na kurithi kiti cha kifalme? Farao anaketi kwenye kiti cha dhahabu, vyombo vya muziki vikilia. Chuma na Azua wanaingia. Enyi wajukuu, nimewaamuru, jengeni piramidi kubwa. Atakaimaliza kwanza atakuwa farao mpya. Hii kazi ni yangu. mawe kama matofali ya lego tu. Swali tu, kuna chakula cha bure kwa wafanyakazi? Hapana, kazi kwanza chakula baadaye. Askari wa ikulu wanawapeleka kwenye uwanja ambako piramidi zingejengwa. Wanaanza kazi. Azua anavuta jiwe kubwa, analipiga teke, analishusha mguni, anapiga ukemi wa maumivu. Ah, lakini mtakuwa farao. Chuma yuko kivulini, anavuta mstari kwenye majani ya papiros, anakunywa maji ya nazi. Ona Azur ana misuri ya simba Mazur, akiinua mbuzi akifanya push up na ngamia juu yake, akila vitunguu mbichi kujijenga. kila mara anajaribu kubeba jiwe, anateleza. lazima nifanikishe hii, na chuma anafanya doodles tu. Blueprint ndugu zangu Blueprint. Chuma anatengeneza mashine ya kamba na magurudumu, mara ya kwanza inabomoka inarusha punda aliyekuwa na hofu angane, watu wanakimbia. He, punda amegeuka ndege! Samahani, uvumbuzi ni majaribio, siyo kamili mara ya kwanza. Hatimaye mashine inafanya kazi, jiwe kubwa linapanda juu kiurahisi, watu wanapiga makofi. Hii ndiyo stonomatic ya kwanza ya Misri. Miaka minane baadaye, Azuru yuko kwenye piramidi yake duni ya ngazi tano, jasho linamtoka uso umeungua na jua. Miaka minane baadaye, chuma yuko mbele ya piramidi kubwa iliyokamilika, na huku wamisri wanashangilia ushidi wake chuma kwa danzi na vifijo. Farao akiandamana na mawaziri wake wakuu anafika katika uwanja ambako piramidi zilikuwa zinajengwa. Umati mkubwa wa wamisiri umekusanyika mahali pale uwanjani. Chuma umefanya kazi zuri na ya kupendeza, umeimaliza ukiwa na miaka 26. Wewe ndiye Farao mpya. Nataka kituguu kingine, nimechoka kabisa bro. Wewe ulitumia nguvu, mimi nilitumia akili. Hivyo basi, watoto, msibebe mawe kama Azua, tengenezeni mifumo kama Chuma. Maisha hayahitaji misuli pekee, yanahitaji akili na mbinu.